Okay, karibu kama uja subscribe kwenye channel yangu. Please subscribe ili kwanza kupata video zangu nazokuwa naachia kila siku. Anasema patient presents with a skin vesicles what is your diagnosis? Mtu alionekana na vipele sehemu ya shingo hii, ambayo vipele vyenyewe ni hivi hapa, vipo sehemu ya shingo hii, e, vipo sehemu ya vipo sehemu ya shingo hapa. Sasa hii inamaanisha nini? Watu wangali comment za watu walivyo comment, wanakuambia this is herpes zoster viruses ndio ambazo zinaitwa shingles rashes, lakini pia inl shingles. Shingles ambao wanasababishwa nao herpes zoster viruses, lakini ukija comment nyingine kama viskela zoster herpes zoster viruses Shingles, ambao hii ni ugonjwa wenyewe unaosababishwa nao hepa zonta viruses, lakini ukiangalia chini tena ni shinge hepa zonta, lakini ukiangalia kometi za wengine pia ni hivyo hivyo na kometi hepa, hepa, hepa, hepa, hepa zonta hepa zonta hepa zonta hepa zonta hepa zonta shingles hepa zonta hepa zonta hepa zonta hepa zonta hepa zonta hepa zonta kwa hiyo tunaweza tukaweza tuka, tukahitimisha e, kusema hii ni aina ya viruses infection infection ya, ya, ya virusi aina ya hepazonta ambao vinakuwa vina vipele kazika kwenye mdomo au hapo kwenye shingo au muda mwingine sehemu za siri. Karibu, kama hujasubscribe account yangu, subscribe ule wa kwanza kupata video nyingine nita nitaandaa video kwa ajili ya watu ambao wanatakiwa kujua masuala ya Binance. Kama hujui ishu za Binance account, nitaandaa video.